Chama cha wananchi CUF kimekiri kushindwa katika uchaguzi wa ubunge jimbo la Masasi mjini, ambapo msimamizi wa uchaguzi amemtangaza Chuachua Rashid wa CCM kuwa wa mshindi kwa kupata kura 16597 akifuatiwa na Kundambanda Ismail wa CUF, yeye alipata kura 1469. Matokeo hayo yametangazwa chini ya ulinzi wa polisi na jeshi na baada ya matokeo hayo polisi walilazimika kufyatua risasi hewani na mabomu ya machozi kuwatawanya wafuasi wa vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA, ambao walikuwa wanapinga matokeo hayo. Taarifa kamili na Muhamed Mwaya kutoka Mtwara. Akitangaza matokeo hayo, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Masasi ambaye pia ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji Fortunatus Kagoro amesema watu waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu ni 60598 huku kura zilizopigwa ni 31887 ikiwa kura halali ni 31595 na kura zilizokataliwa ni 324 kwa mujibu wa kifungu cha cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi mwaka 1985 sura 343 kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2015, na namtangaza ndugu Chuachua Mohamed Rashidi kuwa amechaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Masasi mjini kuanzia leo tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2015. Nilizungumza na baadhi ya wagombea wa nafasi hiyo ya ubunge pamoja na mawakala wa vyama vyao, nao walikuwa na haya ya kusema. Nadhani watu wamekikubali Chama cha Mapinduzi. Tumeinadi vizuri ilani yetu e, wakaona kwamba ilani hiyo wakilinganisha na maneno ya jukwaani ya wabunge wagombea wengi, wengine basi ilikuwa ni ilani nzuri zaidi kuliko, kuliko mambo ya ambayo yani ilikuwa ni ilani ambayo ina, inagusa matarajio yao. Utaratibu umekuwa ni wa haki kabisa. Nimeshiriki kujumuisha matokeo hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho, hakuna dosari yoyote ambayo, e, mimi nimeweza kuiona, isipokuwa kwamba wananchi hawajatunga mkono asilimia mia. Hicho ndio tunaweza kuzungumza. Nasikia tu mabomu yanapigwa huku nje, lakini sielewi kuna nini hasa. Niwaeleza wananchi ni kwa nini tunaomba watuunge mkono Mwisho wa siku matokeo haya yanareflect na dhamira yetu ya kushiriki kwenye uchaguzi. Tumejiridhisha kwamba wapiga kura wameamua kumchagua mgombea Chama cha Mapinduzi kwa mwakilishi wao katika kipindi hiki, na sisi tume, tumekubaliana na matokeo, na ndio maana katika kipindi chote tumekuwa tukijitahidi kuweza kutengeneza ushirikiano kuhakikisha kwamba wananchi ambao wamekuwa wapenzi wa mheshimiwa Kundambanda mgombea wetu wa ubunge wa jimbo hili basi waweze kuwa wapole kwa sababu ndio demokrasia. Uchaguzi huo umefanyika baada ya kushindwa kufanyika Oktoba 25 siku ya uchaguzi mkuu, baada ya mgombea ubunge wa jimbo hilo kupitia chama cha NLD Dr Emmanuel Makahidi kufariki dunia Oktoba 15 katika hospitali ya misheni ya Nyangao mkoani Lindi kwa tatizo la shinikizo la damu, ambapo uchaguzi huo ulishirikisha vyama vitano ambavyo ni ACT, CHADEMA, CCM, CUF na NLD kutoka wilayani Masasi, Mohamed Mwaya, Azam News, Twara.